Mfanya biashara wa Iringa julikanaye kwa jina la John anatueleza, nilitumia pesa zangu zote kununua mchele bora Iringa, na biashara yangu ikafa ndani ya wiki mbili, na yote ni kwa sababu ya kosa hili moja dogo la ufungaji. Usidanganyike, usidanganyike, wateja wako hawataki mchele wenye unyevu, unaonuka au uliojaa vumbi ni hasara ya pesa na muda. Sasa, leo nitakupa changamoto tano ambazo asilimia tisini ya wajasiriamali wa mchele wanazipuuza na hivyo kupoteza pesa. Lakini wewe utakuwa tofauti. Nitakupa mikakati ya kuzigeuza hizo changamoto kwa njia ya kuwashinda washindani wako wa, wa biashara. Kaa hapo hapo unisikilize, kwa sababu baada ya dakika chache zijazo nitakupa mpango utakaokusaidia kuokoa hadi laki nne kila mwezi. Ni laki nne kila mwezi kutokana na biashara ya mchele. Sasa nitakueleza changamoto tano za kufunga mchele kwenye vifuko au kwa lugha nyingine wanasema repackaging, na hizo changamoto ni kama zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni vifungashio duni. Sasa tatizo liko wapi? Hebu niambie ukweli, unatumia ile mifuko ya plastiki meusi ukidhani umefanya jambo la maana? Hapo umekosea. Mifuko hiyo inaruhusu hewa na unyevunyevu kupenya, mchele wako unaanza kunuka, wadudu wanafanya sherehe ndani ya bidhaa yako, na kabla hujajua, wateja wanaanza kurudisha mizigo. Matokeo yake unapoteza pesa, unapoteza wateja na sifa yako inaharibika kabisa. Sasa suluhisho ni lipi? Suluhisho ni kama ifuatavyo. Kwanza, chagua plastiki ya ukweli, acha kutumia vitu dhaifu, tafuta mfuko wa geji sitini na tano au zaidi. Hii ni plastiki imara na muhimu zaidi lazima iwe food grade aina ya HDPE. Hizi zimetengenezwa kuzuia unyevu na kulinda chakula chako. Namba mbili, weka ngao ya siri, ongeza rami ya aluminium foil ya inchi kumi na nane ndani ya mfuko. Hii ni kama kuweka ngao dhidi ya hewa na mwanga. Itakugharimu senti 40 zaidi kwa mfuko lakini mchele wako utafika safi e, kwa mwezi hata miezi kumi na mbili badala ya miezi mitatu. Fikiria hiyo faida yake. Namba tatu ni, hii ni haki kwa mwanzilishaji. Una mashine hakuna shida, nunua roll ya foil, kata vipande vya inchi thelathini kwa arobaini, sentimita thelathini kwa arobaini nafunika juu ya mchele kabla ya hujafunga. Hii ni rahisi na ni nafuu na inafanya kazi. Namba nne, nunueni kwa pamoja. Undeni kundi la wajasiriamali wengi. Roli moja ya foili inatosha kwa mifuko mia tano. Mkinunua kwa pamoja mnaokoa hadi asilimia thelathini ya, ya gharama. Acha kufanya kazi peke yako. Namba tano Mlinzi wa gharama nafuu, weka pakti ndogo ya silica gel kwenye katuni, kwenye katuni lako la kuhifadhi, la kuhifadhia. Ina gharimu shilingi hamsini tu na inalinda tani nzima ya mchele dhidi ya unyevu, na ni uwekezaji mdogo na faida yake ni kubwa. Sasa mambo ya kukumbuka. Kifungashio bora sio ghali, ni cha kijanja tu. Ukifanya hivi, hapo unapata bumu. Utafuta asilimia thelathini na tano ya hasara inayotokana na bidhaa ambazo zinarudishwa. Hiyo ni pesa taslimu mfukoni mwako. Changamoto ya pili ni ukosefu wa vifaa vya kufunga. Sasa tatizo ni nini? Unatumia gazeti na peni kuandika pishori kilo moja. Halafu unafunga kwa kamba. Sasa mteja anakuonaje? Anakuona wewe kama tapeli tu. Hajui uzito ni sahihi, hajui tarehe na anahisi unamwibia. Kufanya hivi unawafukuza wateja wako kwa kutokuwa mtaalamu. Sasa nini suluhisho? Suluhisho ni kama ifuatavyo. Namba moja, mizani ya uhakika. Acha kukisia, nunua mizani ya kidigitali ya shilingi elfu arobaini na tano. Itakupa usahihi wa hali ya juu na utaacha kupoteza pesa kwa kutoa mchele wa ziada au kuudhi wateja kwa kuwapunja. Namba mbili, mashine ya kufungia eh, vyakula jipatie impas sila ya shilingi elfu nne tu. Hii inafunga mfuko kwa joto la ndani ya sekunde mbili tu, mfuko unakuwa umefungwa imara, hakuna hewa inayoingia, na unaonekana kama wewe ni mtaalamu. Namba tatu, lebo za kisasa, wekeza kwenye printa ndogo ya themo lebo. Moja ni senti mbili tu. Andika aina ya mchele, uzito, tarehe ya kufunga na namba yako ya simu. Hii inajenga imani na inafanya chapa yako ionekane ya kiwango cha juu. Namba nne ni wino usiofifia. Acha kutumia wino wa peni, unachafua na pia unafifia. Tumia water based ink ambayo haitoki kwa maji. Lebo zako zitadumu na kuonekana safi. Namba tano ni tu kiti yako ya ushindi. Weka vifaa vyako vyote pamoja mezani, sila lebo na sampuli. Inachukua nafasi ndogo na inakufanya uwe tayari kwa vita ya kibiashara wakati wote. Kwa kufanya hivi, unapunguza malalamiko na unaongeza kasi yako ya kufunga kutoka dakika tatu, kutoka dakika tano kwa pakti hadi dakika moja nukta tano. Huu ni ufanisi wa hali ya juu. Changamoto ya tatu ni udhibiti dhaifu wa ubora kabla kufang, ya kufungashia. Tatizo ni nini? Hebu fikiria mteja ananunua mchele wako, anafika nyumbani, anakuta mawe na uchafu mwingine. Atafanya nini? Atapiga picha, atatuma kwenye WhatsApp group na biashara yako itakuwa imekwisha. Sifa yako itaharibiwa itaharibiwa milele. Kifungashio kizuri hakiwezi kuficha mchele mchafu. Sasa suluhisho ni nini? Suluhisho ni kama ifuatavyo. Namba moja, ni jukwaa la uchujiaji kabla ya kufunga, pitisha mchele wako kwenye jukwaa la chujio chujio la milimita nne juu na la milimita mbili chini. Hii inaondoa mawe, maganda na uchafu wote. Ni rahisi na ni ya lazima. Namba mbili, ondoa vumbi kwa fan kwa kutumia feni. Tumia winnowing tray, yaani hiyo ni uteo na feni ndogo kupepeta, kupeta vumbi lote mchele safi unang'aa na unavutia. Acha kuuza mchele wenye vumbi. Namba tatu, piga picha kwa ushahidi. Kabla ya kufunga, weka sampuli kwenye chupa na piga picha. Mteja akilalamika, una ushahidi thabiti kwamba ulimuuzia bidhaa safi. E, inabidi ujilinde. Namba nne, ni chanzo kimoja tu Acha kununua mchele kutoka kwa vyanzo tofauti. Tafuta muuzaji mmoja unayemwamini. Hii inahakikisha unapata ubora ule ule kila wakati. Namba tano ni mtihani wa unyevu. Fanya huu mtihani ambao ni rahisi: weka mchele kidogo kwenye chupa, funga na iache jikoni kwa masaa ishirini na nne. Ukiona kuna unyevu, mchele haujakauka vizuri rudisha kwa muuzaji wako. Usikubali kuuziwa bidhaa ambayo ni mbovu. Udhibiti huu wa ubora unarudisha hadi asilimia kumi ya thamani ya mchele wako ambao ilikuwa inapotea kwenye vumbi na uchafu. Ni faida ya papo kwa hapo. Ninawito hapa, kama umeshajifunza kitu kimoja tu hadi sasa basi bonyeza hiyo like button sasa hivi, na pia subscribe, ili usipitwe na siri nyingine za biashara. Na nakuomba share hii video kwenye grupu lako la WhatsApp la wajasiriamali. Tusaidiane sote kuinua kiwango, wote tunaweza kuwa mamilionea. Sasa hebu tuangalie changamoto namba nne, ambayo ni gharama kubwa ya vifungashio. Tatizo ni nini? unataka vifungashio vya kisasa lakini, msambazaji anakwambia lazima uingize roho ya tani moja kwa bei ya shilingi milioni mbili na laki tatu. Hiyo ni pesa nyingi mno, unabaki umekwama na huna vifungashio. Huu ni mtego unaoua biashara ndogo. Sasa solution ni nini? Solution ni kama ifuatavyo. Namba moja Unda buying seko, acha kuwa mpweke. Tafuta wajasiriamali mali wengine wanne, changishaneni pesa na nunueni roho mmoja kwa pamoja. Kila mtu anapata sehemu yake na mnapunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Namba mbili, hii ni haki ya upana wa foili. Badala ya kutumia foili ya upana wa sentimita arobaini, tumia sentimita thelathini hii pekee inapunguza gharama yako kwa asilimia 25. Ni mbinu ya kijanja na inaokoa pesa bila kuathiri ubora. Namba tatu, tafuta mabaki ya viwandani, waulize wenye viwanda vikubwa kama wana off-cut, au trim. Hivi ni vipande vya fueli vinavyobaki ambavyo haviuzi, haviuzi kwa nusu, ambavyo huviuza kwa nusu bei ubora ni ule ule. Ni kama kuokota dhahabu. Na namba nne ni tumia preform, preform pouches. Unataka njia ya haraka zaidi? Nunua mifuko ambayo imesha shonwa, wewe unajaza mchele na kufunga upande mmoja tu. Unanunua paketi elfu moja na unaanza na kazi mara moja. Namba tano, punguza manunuzi yako. Usinunue vifaa kwa kubahatisha, kadiria utakavyotumia kiasi gani kwa miezi sita, kisha nunua akiba ya mwezi mmoja au miwili. Hii inakulinda dhidi ya kupanda kwa bei na uhaba wa bidhaa. Kwa kutumia hizi hacks, unapunguza gharama ya kila mfuko kutoka shilingi elfu sitini na tano hadi elfu thelathini Huko sio kwa kuwa unakuwa baili huwa huko ni kuwa unakuwa na akili ya kibiashara . Sasa tuangalie changamoto ya tano na ya mwisho, nayo inahusu kuto kusambaza taarifa muhimu kwenye kifungashio chako. Tatizo ni nini? Umefunga mchele wako vizuri, lakini kifurushi chako hakina taarifa yoyote. Hakina tarehe, hakina mawasiliano, hakina maelekezo ya uhifadhi. Mteja ananunua mchele, unaharibika na hana namna na ya kukurudia. Umepoteza fursa ya dhahabu ya kujenga uhusiano na mteja. Suluhisho sasa, suluhisho ni kama ifuatavyo. Namba moja, taarifa nne za lazima kwenye kila kifungushio, kifungashio ni lazima uandike hivi vitu vinne kwanza ni aina ya mchele, pili uzito ambao ni sahihi, tatu ni tarehe ya kufungwa na nne mawasiliano yako. Hakuna mjadala kuhusu hayo mambo. Namba mbili, ongeza hii inayoitwa QR kodi. Unataka kuonekana wa kisasa? Weka hiyo QR kodi ndogo kwenye lebo, mteja akiskani inampeleka kwenye blog yako ya mapishi au namba yako ya WhatsApp. Hii ni bure na inajenga uaminifu na wa hali ya juu. Namba tatu ni lugha ya rahisi na ujumbe wa wazi. Acha maneno magumu, andika tu wazi: mchere pishori kilo moja, tarehe 15 mwezi wa sita mwaka 25. Piga simu hiyo Mteja anataka kuelewa haraka. Namba tano ni wino salama. Hakikisha unatumia wino wa chakula, yaani food grade. Wino wa kawaida unaweza kuchafua mchele wako na kusababisha sumu. Usalama kwanza ni muhimu. Namba tano ni maagizo ya uhifadhi. Andika maelekezo rahisi: hifadhi mahala pakavu na penye baridi. Hii inamlinda mteja na inakulinda wewe dhidi ya malalamiko yasiyo lazima. Ukifanya hivi, utapunguza simu za malalamiko kutoka ishirini hadi mbili tu, na muhimu zaidi, unajenga chapa ambayo watu wanaikumbuka na kuiamini. Sasa, kwa kumalizia, nina mambo muhimu yafuatayo ya kukueleza. Tumeangalia changamoto tano kubwa zinazoweza kuiua biashara yako ya mchele. Lakini sasa unayo silaha. Una mbinu za kijasusi. Tumia foili na plastiki sahihi. Weka kwenye mizani na sila. Fanya ukaguzi wa ubora kila wakati. Unda vikundi vya ununuzi na weka lebo zenye taarifa zote. Ufungaji bora sio suala la pesa nyingi, ni suala la kufanya uamuzi wa muhimu. Mteja anaamua ndani ya sekunde saba kama atanunua tena kutoka kwako. Na anachoangalia ni kifungashio, uzito sahihi, hmm, na lebo yenye taarifa. Hivi ndivyo vinavyojenga imani. Sasa misheni yako inaanza. Chukua daftari na andika kitu kimoja utakachokifanya kesho kutoka kwenye orodha hii ambayo nimekupa. Wekeza kwenye nini kwanza? Niachie jibu lako kwenye maoni yako hapa chini, na usisahau kushare hii video kwa rafiki yako anayeuza mchele. Pamoja tutaeleta soko hili, tutaliteka soko hili. Asante kwa kuangalia video yangu. Kumbuka, biashara ya mchele bila kifungashio bora ni kama gari la kifahari bila mafuta, halitafika popote. Mimi ni mimi na tutaonana kwenye video inayokuja ambapo nitakuonyesha jinsi ya kuwapata wateja wakubwa. Kaeni salama na endeleeni kutengeneza pesa.